Uh, mimi nikampongeza sana kwa sababu shehe wake wakati anaanza alianza na aya zinazozungumzia swaumu ya mwezi wa Ramadhani, na hilo ndio jambo la msingi tuliokuwa tunalijadili, wala sio swaumu za suna wala sio lolote. Lakini ulivyosema sio lazima iwe Ramadhani, basi mimi nikashukuru Mungu kwamba mada sasa imeeleweka, tunakwenda vizuri. Lakini ukazungumza ukasema sijaeleza juu ya Kwaresma. uh, Shehe Pilingu, huenda na wewe hukushikia vizuri kwa sababu nilianza kufafanua neno eh, kwaresima, katika lugha ya kilatini linatamkwa kwadragesima, likiwa na maana ya arobaini. Arobaini gani? Wakati Yesu anafunga siku arobaini, lengo na mazumuni lilikuwa ni nini? Ni kumkomboa mwanadamu. Alipita katika manzila mingi, ikiwa ni kusulubiwa, ikiwa ni kupigwa, ikiwa ni kujaribiwa. Sasa Wakristo tunaposema kitu kinachoitwa kwaresima, tunakumbuka hilo na mwisho wa ule mfungo ambao Yesu alifunga, tunaona yale mateso alitupelekea kufika kwenye kitu kinachoitwa Pasaka. Ni jambo kubwa sana kwetu sisi wa Kristo. Sasa shehe wako alishatoa hii aya, Injili ya Matayo sura ya nne na aya kwanzia ya kwanza, Yesu akapandishwa na Roho akajaribiwa na akafunga siku 40. Sasa hii 40 katika kilatini ndio kwa dragesh mashehe. Kwa hiyo tulishalieleza mapema tu likai hivyo, lakini lingine kwa maana ya swaumu wala sijakosea na wala sijabahatisha. Napozungumzia fasiri ya swaumu ni mahangaiko, mahangaiko anayoyapata mtu katika hali ya kufunga. Lakini kote ulikokwenda huko umenunga mimi mkono, iwe umefunga kwa namna yoyote, iwe umefunga kuzungumza kama Mariamu alivyofanya kile kitendo cha kuto kuzungumza, kuna mahangaiko unayoyapata, kile kitendo cha kuhangaika, hiyo ndio saumu inavyoitwa wale wanaofunga nimezoea kula kutwa kucha nimezoea mimi kufanya uovu fulani katika uovu ule na achana nao basi napata mahangaiko fulani kwa sababu mwili naulazimisha kufanya jambo ambacho haliku haukuwa umezoea basi hiyo inaitwa kufunga na yale mahangaiko yanaitwa swaumu ikae ieleweke kwa staili ile na ndio maana nasema hili darasa tunalolizungumza hili ni mdahalo ambao tutapata faida kubwa kulikweli lakini tunapozungumzia sura ya, ta, ya pili na aya ya 185 kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal lazina min kablikum laallakum tantakun, ambayo Waislamu wanaieleza na ndio msingi wa mada na ndio alikosimamia hapo shehe wangu, fungeni Waislamu kama walivyofunga wale wa kabla yenu, ili mpate kufaulu. Nilikuwa natazamia pengine mashehe zangu mwengejaribu jaribu kuonyesha waliofunga kabla ya Uislamu ni kina nani. Mnapokuja kwenye Biblia hakuna hiyo funga ya mwezi wa Ramadhani, na Shay alisema pale sio lazima iwe Ramadhani, kwa hiyo akatusaidia. Lakini hapa kuna kitabu cha hadithi Sheikh sahihi kinaitwa alulu walmarjan, alulu walmarjan, lakini kimenukuliwa kutoka kwenye sahihi ya libuhari, hadithi namba 117, na katika juzu yake ni ya tatu. Inasema hivi hadithi ya Aisha radhiallahu anhu kuwa Makuraish walikuwa wanafunga siku ya Ashura kabla ya Waislamu. Kisha Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam wa akaamuru kufunga siku hiyo mpaka ilipowajibishwa Ramadhani na Mtume wa Allah wasallam akasema, na anayetaka afunge siku hiyo na atakayekula na ale. Aha, kumbe kwa mujibu wa sahihi ya al-Bukhari watu hawakuwa waliofunga kabla ya Waislamu walifunga Ashura na, na tunapozungumzia Mtume Muhammad ndio alokuja kuamrisha watu wafunge Ramadhani. Sasa hapa ndio nilikuwa natamani mashehe mwengecheza na hili, angalau Waislamu duniani kote wajue kumbe unaposema min, eh, min kablikum, manake ni ile ashura iliyokuwa inafungwa na wale mabwana, la wala sio kwenye Bibilia, sio kwenye Bibilia. Iko nyingine hichi, eh? Ni kitabu kinaitwa Mkweli Mwaminifu juzuu ya, ya kwanza na juzuu ya pili inasema hivi, inazungumzia hiyo siku ya Ashura. Inasema kasema, ni ukurasa wa 117 na hadithi namba 244, na inasema hivi kasema, Bibi Aisha radhi za Mwenyezi Mungu juu yake kuwa siku ya Ashura walikuwa wakiifunga Makureshi tangu siku ya jahilia, kabla ya Uislamu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiifunga kabla ya kupata utume. Aha, kumbe hii ashura hii asura walikuwa wanafunga majahilia, na kabla uislamu haupo duniani, mtume akaja naye akafunga kama majahilia walivyokuwa wanafunga. Sasa majahilia hawa ni wajinga, yani kwa mujibu wa fasiri ya jahili ni mtu mjinga. Sasa ni miongoni mwa vitabu ambavyo shehe kupata utume na baada ya kupata utume kwa miaka miwili kabla ya kuja amri ya kufunga Ramadhani aliondoka mtume sosalama, kutoka Maka kwenda Madina siku aliyofika Madina ilikuwa ni siku ya Ashura akafunga mtume swa salama na akamrisha watu waifunge, na ilikuwa ni faradhi siku hizo. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo nilikuwa natamani sana mashehe mje mtambae katika eneo hilo, lakini tunaporudi sasa katika ule msingi wa mada nyinyi kama Wakristo, sisi kama Wakristo tunaielewaje hii funga? Tunapozungumzia funga kwa mujibu wa imani yetu, ni mada mtambuka kwa maana kwa mujibu wa Biblia, watu walifunga kwa namna tofauti tofauti, na katika funga zao zilikuwa zinakusudia jambo. Tunaona kitabu cha Esta, walivyoona jambo lile walichokifanya ni nini? Ikapigwa mbiu Wayahudi wote waliokuwa wanaishi Shushani ngomeni wafunge kumlilia Mungu. Kwa namna gani? Kumlilia Mungu kwa kufunga, ili katika kumlilia huko Mwenyezi Mungu aweze kuwasikia. Na walifunga siku tatu mchana na usiku lakini kanuni nyingine ya kufunga inapatikana katika Matayo sura ya sita aya ya kumi na sita. sura ya sita aya ya kumi na sita, na hii ndio inayoonyesha utofauti wa ile funga ambayo Wakristo wanafunga na ile Waislamu wanayofunga. Naam, ndio nitasoma. Katika jina la Yesu Kristo ubarikiwe sana tena. Mfungapo, mnapofunga, tunaambiwa Wakristo mnapofunga, ama mnapokuwa kwenye swaumu, ndio msiwe kama wanafiki, msiwe kama wanafiki. Mwenye... wanafiki wanafanyaje? Wenye uso wa kukunyamana, wananyuso wa kukunjamana, manako utamkuta mtu kafunga lakini nani nam, namna ule uso ulivyokunjamana yani utafikiri kuna mtu amemlazimisha kwa, kwa nguvu ili afunge. Ehe. Maana ujiumbua nyuso zao. Wanajumbua nyuso zao ili waonekane na watu. Ili waonekane na watu mtu anakamkulanga, subiri mtu anakamkulanga majimbi ya futali ananunua sehemu fulani, sasa siwajui ni watu gani lakini lengo ni nini? Ili watu wajue huyu amebeba ile futari, anakwenda kufuturu, kafunga. Na utaona majungu ya daku, mta mzima, kwamba watu wajue hawa wamefunga. Sasa ukilia chumbani kwako, shida ni nini? Mnakula nyumbani na watoto wako, mnatulia, watu wa ni siri. Hebu rudia tena hiyo aya tena ufungapo, unapofunga, msiwe kama, kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana, maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wamefunga. Amini nawambia hey, wamekwisha kupata sababu yao. Endelea, bali wewe ufungapo, sisi wa Kristo tunapoambiwa tufunge, jipake mafuta kichwani, jipake mafuta kichwani, unawe uso nawa uso wako, ili usionekane na watu hey, kuwa unafunga. Asante. Kwa hiyo ndio maana huwezi ukasikia hapa un, kuna watu miongoni mwetu un, wamefunga, lakini katika kufunga huko huwezi ukajua kwamba wamefunga. Na hata inapofika ule wakati wa kukumbuka mateso ya Yesu ni jambo la nadra kujua wakristo wamefunga. Unaona tu umetangazwa leo, lakini na watu wako kwenye mfungo mpaka siku 40 zinaisha, huoni majungu ya futari, husikii labda pengine, sijui damu linazungumzwa na vitu vya namna hiyo. Ni miongoni mwa mambo ambayo yanatofautisha namna Wakristo tunavyofunga, ile nizamu ya kufunga, ile swaumu tunayofunga Wakristo na ile ambayo ndugu zetu katika adamu, Waislamu mnavyofunga. Kwa hiyo katika eneo hilo ninaamini sasa, kwa wewe ulionisikiliza, utaungana na Wakristo